Ama si tuzungumzie kuhusu chango la uzazi. Chango la uzazi kama hujawahi kusikia, hujui ni nini? Ni maumivu makali sana ambayo yanakuja kwa mwanamke ambaye amejifungua aidha kwa siza ama kwa njia ya kawaida. Maumivu haya huwa hayachagui njia ya kujifungua. Haya maumivu huwa yanasababishwa na kosinya kwa kizazi. Kwa kabla tujaendelea na video yetu, nini ufanye wakati unapata ya maumivu ni kuomba usubscribe kwenye channel yetu, ulike na pia share hii video kwa mwanamke ambaye unahisi itakuwa ina maana na msaada mkubwa kwake. Okay, sasa, chango la uzazi ni hii hali ya mwanamke kupata maumivu makali, hasa pale wakati wa kunyonyesha. Hayo maumivu yanakuwaga tunaya rate ama tunayapima katikati ya maumivu ya uchungu na maumivu ya tumbo la period la kawaida. Ile maumivu kuna watu huwa wow, hawasikii maumivu, lakini kuna watu wanapata maumivu. Lakini sasa, hii maumivu ya chango la uzazi yanakuaga hapo katikati, na ni maumivu ambayo wanawake wengi huwa wanashindwa kuyavumilia kwa kawaida. Kwa hiyo, huwa wanachokifanya, wanatumia dawa za maumivu. Sasa tujue kwa nini maumivu haya yanatokea. Maumivu yanatokea kwa sababu kuna homoni inaitwa oxytocin. Hii homoni ndio homoni ambayo inasaidia we wewe upate uchungu pale mtoto anapokuwa amefika temu uweze kujifungua. Na unawezaje kujifungua? Ni uchungu unaanza. Huu uchungu ni kwa njia ya kiswa Kiswahili, au jina kiswa la Kiswahili tuna tunaoita uchungu, lakini kwa kwa kitaalamu inaitwa the contraction. Contraction maana yake kusinyaa kwa kizazi, yani pale kizazi kinapokuwa kinajisinyaa kinakupa force au kina lipa tumbo force, yule mtoto anakuwa na sukumwa, anatoka nje. Sasa this time around unaponyonyesha unapokuwa unanyonyesha ile oxytocin inazalishwa tena kwa wingi zaidi ili kusababisha kile kizazi kiendelee kusinya kirudi katika saizi yake ya kawaida. Na kwa nini tunataka kizuzi? Sorry. Kwa nini tunataka kizazi kirudi katika saizi yake ya kawaida kuna sababu kuu mbili. Cha kwanza tunataka kisinyae kirudi katika saizi yake ya kawaida ili kile kidonda cha ndani kifanyaje, kiwe kimemenyika. Zile blood vessels, mishipa ya damu, ambapo pale ambapo placenta ama ile kondo la nyuma ilikuwa imejiattach, inakuwa ina, ina bleed kwao. Kizazi kinaposinya na ile mishipa nasinya, damu ina ya damu inasinya, kwa hiyo damu inapungua. Na sababu ya pili tunataka hichi kizazi kisinyae kirudi kwenye saizi yake ya kawaida na kiweze kusukuma uchafu ama mabaki yoyote yaliyoshindwa kutoka wakati wa kujifungua, wakati unasafishwa, kama kuna mabaki yoyote, vipasenti vidogo vidogo vya damu vile vibonge vibonge, ama kale kamfuko kamzazi ka uzazi, kale kamfuko kamaji kale kaliko ile chupa kama kuna pasenti yoyote imebaki mwone ndani, visukumu vyote nje, uchafu wote utoke, ili uwe katika hali nzuri, kwa sababu chochote kinachobaki katika tumbo lako la uzazi kitakusababisha ubleed sana. Unaweza pia kufanyaje, ukapoteza maisha kwa sababu ya kupoteza damu nyingi. Kwa hiyo ndio maana tunataka kizazi kiendelee kusinya ili wewe ukae vizuri. Na nini unaweza kufanya? Unachoweza kufanya ili kupunguza haya maumivu ni ku massage kwa ku apply pressure, Unakandamiza kile kifuko cha uzazi na una masaji. Mara nyingi hii ni sisi wataalamu wa wakungwa na madaktari tunakusaidia kufanya, kwa sababu. Una kitu cha pili ambacho unaweza kufanya, kama una mkanda wa tumbo, ama kama ni unafunga utumbo kwa kanga, unaweza ukafunga tumbo ukakandamiza sana, hasa wale ambao wamejifungua kwa njia ya kawaida, lakini kwa siza kama una ule mkanda wa siza wa tumbo unatosha sana kukusaidia kupunguza maumivu, lakini kama ume massage umekaza tumbo uh, na bado unasikia maumivu makali, unaweza kutumia dawa za maumivu ambazo zitakusaidia sio kizazi kirelax. Hapana, hatutaki kile kizazi kirelax, tunataka kiendelee kusinya, lakini maumivu ya pungu. Kwa hiyo unaweza kutumia dawa kama vile Brufen. Brufen inasaidia sana kupunguza maumivu haya. Kwayo, mbili mbili. Kwa hiyo, kama uko hospitali, hakikisha unamwambia mhudumu wa afya kwamba una maumivu. Atakupa dawa ni Brufen ama dawa nyingine ambayo itakusaidia wewe kupunguza maumivu bila kufanya kile kizazi ki relax na damu nyingi zikatokea ama kikashindwa kurudi katika saizi yake ya kawaida. Kwa kama hii changamoto ni changamoto unayopitia ninakuomba sana sana, sana uendelee kunyonyesha. Tunajua unaponyonyesha napata maumivu, lakini jitahidi kunyonyesha, kwa sababu unaponyonyesha ile homoni ya oxytocin inatoka zaidi na inasaidia hili kizazi kusinyaa zaidi, kitu ambacho baada ya muda mfupi kitaisha, na maumivu yale yatakapoisha wewe utakuwa katika hali nzuri. Riski ya kutoka damu nyingi itakuwa hakuna, hatari ya kutoka damu nyingi itakuwa imeondoka, na hatari ya kile kizazi kubaki kimerelax itakuwa hakuna. Kwa kizazi chako kitarudi katika hali yake ya kawaida, na wewe utaendelea vizuri kabisa. Na nakukumbusha, hakikisha kama maumivu ni makali sana, zungumza na mhudumu wa afya. Tatizo linaweza ikawa sio chango la uzazi, kuna tatizo kubwa zaidi inahitaji neita, huduma wa attention zaidi. Kwa hiyo make sure unapopata maumivu ya makali, ongea na nesi ama mkunga wako, na watakusaidia kuangalia kama kuna ishu nyingine ama kama hamna, watakupa dawa ya maumivu ambayo itasaidia chango la uzazi kupungua. Kwa hiyo ni hayo tu ambayo nimekuangalia siku ya leo, na mbona ushare experience yako hapo kwenye comment, kama ulipatwa na chango la uzazi na ulitumia dawa gani? Ulitumia njia gani kupunguza maumivu ya chango la uzazi? So see you kwenye video zangu zingine.